Kuanzia mwezi Julai, wakulima wa kahawa kote nchini wataanza kupokea malipo yao kupitia mfumo mkuu kupitia Benki Kuu ya Ushirika. Muundo huu mpya wa malipo ni sehemu ya mageuzi mapana ya serikali yenye lengo la kuondoa rushwa ndani ya vyama vya ushirika vya kahawa. Katibu wa Baraza la Mawaziri la Vyama vya Ushirika MSMEs Wycliffe Oparanya alizungumza mjini Bungoma siku ya Alhamisi wakati wa uzinduzi wa kiwanda kipya cha kahawa kaunti thalathini na tatu katika Kenya hii ambayo zinakuza kahawa, kujionea mwenyewe na kuongea na wakulima, nijue shida ya kila kaunti ni nini. Alafu mimi nitarudi kama nimesikia ile kilio yenu, na nione hayo mambo inarekebishwa namna gani ndio muwe wakulima wa kahawa wa maana ambao mnaweza kupata pesa mingi. Lakini wakati nilikuwa nakuja hapa, nilisikia kutoka kwa mkurugenzi wa KPCU, ambayo wanasimamia mambo ya kahawa katika wizara yangu. Hata wako na ofisi hapa, wako na mili hapo. Ni rasmi hiyo mili haifanyi kazi Nikasema mimi nataka hiyo mili likifika hapo ianze kufanya kazi mara moja. Na pia nikaambiwa hii mili ni ya mbuni. Mnajua mbuni ni ile kahawa ile ya mwishomwisho, hapana grade A. Nikasema sasa, sisi sisi tulikuwa watu wa kupelekwa kupeanwa mashini ya mbuni nimesema mkurugenzi ko hapa, mimi nataka mashini hii kuwe upgraded, iwe inasiaka kawa yote kuanzia e mpaka mwisho. Kama haiwezi kufanya hivyo, wachukue hii waende, waweke kwa store. Walete ile inaweza kufanya kazi kutoka juu mpaka sio zimekubali Hatutaki tukifanya kahawa hapa mpaka tupeleke Nairobi for milling for city nini. Tunataka value edition iwe inafanywa hapa Bungoma. Tukipeleka kahawa yetu ng'ambo, yote imesiakwa mpaka mwisho, tuna export process already, process ile iko process, ile unaweka kwa chai unakunywa, kwa sababu hii kahawa tunapeleka kule wana process tena wanarudi hapa, sisi tununua kwa bei ya juu. Sasa Oparanya alisisitiza kuwa mageuzi haya ni hatua madhubuti kuelekea kuhakikisha uwazi na kulinda mapato ya wakulima wa kahawa. Naingia hapo, kama reform za kahawa zinaendelea, na mimi nimeshikilia hapo kuona ya kwamba scheme zinakamilishwa nikiwa hapo ile reforms ya kwanza, wale watu matepeli ambao walikuwa kwa mambo ya kahawa, mtu hana kahawa hata mtu mmoja, lakini yeye anaongea mambo ya kahawa, yeye ndio ficholi wa kahawa, na yeye hana hata jui kahawa yenyewe inafanana namna gani, lakini yeye anakaa kwa ofisi ati yeye ni kiongozi wa mambo kahawa. Sasa kuanzia hivi tumesema zile cooperative zote ambazo zilikuwa zinahuziana na mambo ya kahawa zote zitakuwa revived, tutawapa support, na hivi karibuni tutataka election ifanywe ya wale viongozi wote, tupate wale viongozi ambao wako committed kwa mambo ya cooperative katika kahawa. Wale watafanya kazi, na serikali kuona ya kwamba wakulima wanapata pesa vile inatakikana. Chini ya mtindo huo mpya, wakulima watalipwa shilingi arobaini kwa kilo moja ya kahawa itakayotolewa kwa jamii zao, kati ya kiasi hiki asilimia themanini itaenda moja kwa moja kwa mkulima, wakati asilimia ishirini itahifadhiwa na chama cha ushirika. Na kahawa hasua nikishikia mambo ya kahawa tuna revolving fund hii inaitwa cherry fund. Hapo nimeona hii fund ya cherry fund iko katika KPCU. Wewe ukileta kahawa yako hapa, upate receipt yako hapa, unaenda katika cooperative bank, uko na hiyo documentation, na wewe unapata advance yako, kila kilo shilingi arobaini. Unapata ni unangojea mpaka kahawa itafanywa auction. Auction zamani ilikuwa inachukua miezi mitatu ndio upate pesa zako. Saa hii kama auction imefanywa kwa siku tano, wewe umepata pesa yako. Kutoka kwa ile miezi tatu imekuja siku ngapi? Tano. Na pia kuanzia mwezi wa Julai, pesa itakuwa inatoka Nairobi kwa Cooperative Bank kule Nairobi, moja mo kwa moja mpaka kwa akaunti ya mkulima. Dola inaingia kwa akaunti ya mkulima, 20% inaenda kwa cooperative yako, 80% inaenda kwa mkulima direct. Na hiyo 20%, nyinyi kama viongozi wa cooperative, mnakaa chini na wakulima mnaamua hii 20% tutafanyia nini, mkijafanya mambo yenu, kama iko balance, kama muko na balance, mnapeana pia kwa wakulima kama bonus. Hiyo ndio mpango wa serikali. Kwa hivyo wakulima wale wako hapa, mwone ya kwamba majina zenu za wale cooperative members wote imeingia katika cooperative bank. Mheshimiwa waziri, wiki mbili zilizopita nilizuru maeneo ya kahawa pa Bungoma nikaangalia cooperatives zina shida, management ya cooperatives zina shida, gharama na bei ya kahawa ilikuwa inatoka kwa ba baadhi ya viwanda ilikuwa inaleta shida. Na nikamwambia mheshimiwa governor, na kamati ya ukulima ambayo mimi ni mwenyekiti, kwamba lazima tunyoroshe mambo ya kahawa Bungoma hii, na mimi kama mwenyekiti kule Nairobi, haiwezekani watu wanapata mia moja arobaine mia moja hamsini kwa kilo, na mimi kule nyumbani ninatoka wanakunguta shilingi kumi na mbili arobaine sitini Hiyo nikasema haiwezekani. So kwa mamlaka ya seneta ambayo nilipewa, nashukuru wewe kukubali mwito kuja Bungoma uzindue hiki kiwanda ambacho tuko nacho, alafu tuende mashinani tuhubiri Injili ya upanzi wa kahawa. Tuliambia serikali ya Governor Lusaka kwamba imarishe nyenzo zao za kufunza wakulima jinsi ya kupanda kahawa, kukuza, kuvuna na kuuza. Aidha, Oparanya aliwataka wakulima kufungua akaunti na Benki ya Ushirika ili kuwezesha malipo kwa wakati na sahihi, na kuongeza kuwa benki zingine zitahusishwa ili kurahisisha huduma kwa wakulima. Nikiripotia Kurunzi, mimi ni Brenda Korir.